Ni kielelezo cha kila kitu kilicho kibovu katika mfumo wetu wa utawala. Kilichotokea hapa ni ushahidi wa kila kilicho kibovu katika mfumo wetu wa uchaguzi. Mwenyekiti aliyeshinda hatangazwi? Tangu lini nyie, mapolisi? Tangu lini katika nchi hii hayo mambo yanafanyika uchaguzi wa mwenyekiti wa kijiji tangu lini? Kwa sheria za nchi hii nyie mapolisi mnatuambia tufuate sheria bila shuruti, tangu lini DC?

ni wage naomba, ni waage naomba, na ni wage na jua limezama lime, sasa mkapumzika. Haurekebishiki kabisa, unaita, haurekebishiki kabisa, unahitaji kubadilishwa wote. Kazi ya polisi ni kulinda amani, sio kuamua nani awe mshindi kwenye uchaguzi. Lakini jeshi letu la polisi limekuwa sasa ndio linalosimamia kutangaza matokeo ya uongo kwa mtutu wa bunduki. Yeah! yeah! Yeah! waka jana tarehe ishirini na saba wakati mnyewe mnazuia uhuni hapa, jeshi la polisi kule Manyoni, Singida kwetu, wameenda wamempiga risasi mapolisi na, na, na usalama wa taifa mko tayari kumwaga damu kiasi gani ili hawa ambao wananchi wanawakataa waendelee kuwa madarakani? Kwa hiyo, kwa hiyo tunataka mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi. Hatutaki tena mkurugenzi au watu wake wasimamie uchaguzi wowote ule, kwa sababu wote wale ni masisiemu hawatatenda yeah. Haki yeah. Hatutaki tena watendaji wa kata yeah. Au waratibu wa elimu si vitu gani waamue uchaguzi wa madiwani, kwa sababu wote wale ni masisiemu hawatatenda haki yeah. Hatutaki watendaji wa vijiji wasimamie uchaguzi wa vijiji, kwa sababu wote Si waingie kwenye vituo vya kupigia na kuhesabia kura kwa sababu wanaingiza kura za uongo. Kama ni kulinda amani, wakae huko, watuache tupige kura. Hatutaki tena tume ya uchaguzi ya kuteuliwa na rais isimamie uchaguzi. Tunataka tume huru, tunataka watu huru wa kusimamia chaguzi zetu. Hatutaki tena hatutaki tena mawakala wetu kusumbuliwa kuapishwa kwa, kwa sababu zisizokuwa na msingi. Hatutaki tena matu, mawakala wetu wazuiliwe kuingia kwenye vituo na kufanya kazi yao. Hatutaki tena mawakala wetu wakataliwe kupewa nakala za matokeo halali ya vituo vyao. Yote hayo ambayo nimeyasema, ndio mambo ambayo tunataka badilishwe ili tuende kwenye uchaguzi. Yasipobadilishwa manake ni kwamba wanataka kufanya ujambazi wao, hatutakubali mtawaomba wananchi, wataramiwe na wananchi wa Tanzania mchukue hatua mzuri ya uchaguzi. Tumekuja Ntalamila kuja kuwaungeni mkono. Tumekuja Ntalamila kuja kuwaambia hamjakosea, yeah. Na tunataka wananchi wa Tanzania wale kama wananchi wa Ntalamila msikukani yeah. Mtinga tena tunaelewani, mmenielewa yeah. Mmenipata yeah. Yeah. na ujumbe huu na mfano wa Ntalamila tutaupeleka Tanzania nzima yeah! Tukamate, tu mtufungulie tu? na sisi makesi yeah! si ndio kazi yenu? yeah! mtukamate tu yeah! au mlete kama yale ya, ya, ya, ya mwaka elfu mbili kumi na saba sisi tuko tayari kwayo yeah! Ndugu zangu, la kwetu ni hili, bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Anayesema chama kitakufa Yaani nyie Ntalamila, nyie ukizuie uchaguzi nyie mpate kuwa Chadema sasa. Namba ni wake, namba ni wake. Najua limezama lime, lime... Sasa mkapumzike, mwangaliane, mlindane. Ukiona mwenzako anaonewa, piga kelele, watu wote mjuikupiga mwana yewa zimejua, msaidiane kila mmoja awe mlinzi wa mwenzake. Tukifanya oh, oh hivyo mtashinda hivi. Sawa sawa. Basi oh, oh, naomba msimame kwada.